Neno Mungu mahali hapa limetuzwa hivi, nami kati ya watatu nasoma, Ikawa alipokaribia Betfage na Bethania kwenye mlima uitwao wa Mzeituni, aliwatuma wawili kati ya wale wanafunzi akisema, nendeni mpaka kijiji kile kinachowakabili na mtakapoingia ndani, mtaona mwanapunda amefungwa ambaye hajapandwa na mtu yeyote bado, mfungueni mkamlete hapa. Na kama mtu akiwauliza mbona mnamfungua, semeni hivi, Bwana ana haja naye. Na wale waliotumwa wakaenda, wakaona kama alivyowaambia, waka na walipokuwa wakimfungua mwanapunda, wenyewe aliwaambia mbona mnamfungua mwanapunda? Wakasema, Bwana ana haja naye. Wakampeleka kwa Yesu wakatandika nguo zao juu ya mwanapunda wakampandisha Yesu, na alipokuwa akienda walitandaza nguo zao njiani. Amen. Amen, mama mchungaji wa uh, uwezo mbili ufanye utukufu wako ukainuliwe sana, ukaenezwe sana jina lako kwa kupitia utumishi huu Bwana, wa gari ile ambalo Bwana umetupatia. Ika, ikashiriki katika kutumikia wewe, Dayosisi ya Konde katika kazi yako na utume wako katika jina lako takatifu Bwana. Uwe pamoja nasi, uwe pamoja na, asi, uwe pamoja na na Dayosisi ya Konde katika chombo hiki mda tunapoenda kuweka wakfu e Bwana, tumie mtumishi wako kufanya kazi yako kwa utukufu wako katika jina lako takatifu. Tunalikabidhi mkononi mwako, tukilitakasa na ile nguvu yako ya damu ya Yesu ambayo ndani yake inaweza kulinda damu yake ina, ndani yake e Bwana inaweza kutunza, ikatunze chombo hiki, ikatunze na watu watakao tumia e Bwana kwa habari ya kazi yako, ikamtunze na mtumishi wako kiongozi wetu na askofu wetu Bwana Geoffrey Mwakihaba e Mungu wa mbinguni, ukamlinde kuingia na kutoka kwake katika gari hili na maeneo popote atakapopita katika kila lango la mji la mkoa na kila eneo e Bwana, na katika kila usharika na kila eneo ambalo Bwana ataambatana na gari hili kwa ajili ya kazi yako e Mungu uliye hai, ukajitwalie utukufu wewe peke yako, ya kwamba ndiye uko pamoja na mtumishi wako, na ndiye ambaye umekusudia Bwana kutupa majira ya Dayosisi ya Konde gari hili kwa utukufu wako Baba, katika jina lako takatifu, Mungu uliye hai, tunajikabidhi sisi sote wana Konde, tukafanyike baraka na tukatumike vyema, ye Bwana, kwa kupitia chombo hiki na kwa ajili ya utumio wote ambao Bwana unatukusudia kufanya, katika jina lako takatifu Mungu tunajikabidhi na kukabidhi chombo hiki kwa damu yako Yesu Kristo, tunakificha na kukiachilia mkononi mwako, amen. Bwana Yesu asifiwe! Basi tunashukuru. Baada ya neno hilo na sala hiyo, niseme tu kwamba huyo ni mhubiri kama vile vyombo vingine vyote vya ibada vinatumika kwa ajili ya kuhubiri. Kwa hiyo ni mhubiri, ni madhabahu inayotembea hapa. Maombi yasiishie, tutaendelea kuombea anapohubiri, basi neno ya chombo hiki kinapopita kama punda alivyo alivyokuhubiri. Kwa hiyo hata chombo hiki pia, mali zote ikiwa kinahubiri. Lakini niombe kama magari mengine, jinsi yalivyo, utunzaji wa magari yote pamoja na hili, madereva Naomba sana, tunaomba uh, sana utunzaji na uwakili mwema kwa ajili ya vyombo vyetu vyote ambavyo ambayo, basi malaika wa Bwana asema kila kinachotakaswa kwa neno la Mungu na sala kutakasika. Kwa hiyo neno la Mungu pia linasema mahali fulani, akamwambia nendeni ulimwenguni mote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe, aamini na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Na wale wakatoka wakahubiri kote kote, Bwana akitenda kazi pamoja nao, na kulithibitisha lile neno kwa ishara zilizofuatana nao. Amina. Basi kwa mamlaka niliyopewa na Mungu na kanisa, ninakata utepe ishara ya kuweka baraka na kuweka wakfu gari hili la Dayosisi kwa jina la Baba na, na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. <tipu> Nami nimefungua mlango huu ishara ya ufunguzi na tayari ninafungua na kuliwasha gari hili tayari kwa matumizi ya...

Konde TV ikikuletea matangazo kutoka Tukuyu mjini, makao makuu ya Kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania Dayosisi ya Konde. Na hapa nyuma yangu ndipo yalipo makao makuu ya KKKT Dayosisi ya Konde, na kama unavyoona, mda mfupi uliopita tumefanya ibada ya uzinduzi wa gari, gari ambalo tunalitumia askofu wa KKKT Dayosisi ya Konde. Yako mambo makubwa ambayo Mungu ameyafanya kwa mwaka huu. Tunaweka jio la msingi ofisi kuu ya KKKT Dayosisi ya Konde, ofisi mpya ya kisasa ya gorofa Tatu. Tumefungua katiba mpya imeanza kutumika mwaka huu tarehe 2024 tunazindua hospitali mpya kule, hospitali itakayozinduliwa tarehe 28 mwezi wa sita, 2025 kwa hiyo kuna mambo makubwa ambayo Mungu ametutendea kama Dayosisi ya Konde, mambo manne. Na leo tumeona ambavyo mkuu wa KKKT Dayosisi ya Konde amezindua gari hili kwa ajili ya kazi ya injili katika Dayosisi hii. Mwanzo mzuri, njoo ufuatane nami uone gari jinsi ilivyo. Sana, kwa ajili ya matendo makuu ambayo Mungu ameyatenda. Nikikaa hapa, unaweza ukaona nikakusimulia uzuri wa ukuu wa Mungu ambao ameutenda katika Dayosisi ya Konde. Hayo mambo manne ambayo yametokea katika Dayosisi ya Konde ni hatua kubwa sana ambayo Mungu ameyatenda. Tunamshukuru Mungu sana, Mungu anatutendea. Tuwakaribishe watu wote kumtukuza Mungu na kumshukuru kwa ajili ya matendo makubwa haya unayoyaona leo, gari hili la kisasa, ofisi kuu ya KKKT Dayosisi ya Konde, uzinduzi wa hospitali pya paresa lakini pia katiba mpya 22 mpaka. Wakati mwingine usiate kusubscribe na kucomment katika YouTube channel yetu ELCT Konde TV. Mungu akubariki sana. <coughs>